Huyu yani, huyu baba huyu anaitwa Nuhu, anatembea katika neema ya Mungu. Mtu ambaye anatembea katika neema ya Mungu, I say ni mtu ambaye anakuwa salama sana kuliko watu wengine wote. Mtu anatembea katika neema ya Mungu anakuwa na uhakika sana kuliko watu wote, yuko salama sana na anauhakika sana, narudia tena. Nuhu akapata neema machoni pa Mungu. Tunaitaka hii neema, lazima uitafute hii neema. Unapomtafuta Mungu, mtafute Mungu akumiminie neema aliyomiminia Nuhu. Wakati Mungu anakuja kuangamiza dunia, Nuhu alipata neema machoni pa Mungu, hakuangamia. Sio tu Nuhu, pamoja na familia yake haikuangamia. Wakati upanga wa shetani unapita kuua watoto wa kwanza, mtoto wa pili, mtoto wa tatu katika uzao, Mungu akakuepusha wewe, ukapate neema mbele za Mungu. Wakati biashara zingi za wanadamu zinafungwa, biashara yako Mungu akainusuru kwa jina la Yesu. Ah, sijakusikia ukisema amina. Amine. Yaani, mtu ambaye amebeba neema ya Mungu ni mtu ambaye anafunguliwa sana kile itwapo leo anaponywa sana, ni mtu ambaye anahamishwa toka kwenye giza anaingia kwenye maisha fulani ya nuru, anatoka kwenye laana anaingia kwenye baraka. Yaani kuna siku huyu mtu atakuja kuonekana wa pekee, anang'aa, anapendeza anavutia anaushawishi, kwa sababu ya neema. Mtu wa namna hii anafunikwa na nuru, anafunikwa na utukufu wa Mungu. Biblia inasema hivi, Mathayo 5:14, anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Unahitaji kuibeba neema ya Mungu, unakuwa salama, una uhakika, hakuna mtu anaweza akakugusa akawa salama, amna Wanadamu wanatisha na vyeo vyao, wakishakuwa na vyeo ni kama miungu midogo duniani, inaweza ikakuamuru hapa usipite, kulala saa tatu, hakuna kufanya hili na lile, na wanadamu wanatetemeka. Wakati fulani, Danieli na wenzake wakazuiliwa kufanya ibada, imepigwa mbiu, ni marufuku kufanya ibada isipokuwa kumfanyia ibada sanamu ya Nebukadneza. Kwa sababu ya vyeo waliwatisha wanadamu. Hawa wanadamu wanne waligoma kutishwa na wenye veo, wakasema kama itatugharimu uhai tuko tayari kufa, lakini tukiwa tunamtetea Mungu. Yani mimi ni mwinamie sanamu, haiwezekani. Amri ikatolewa, kamata wote, watie ndani, waweke kwenye moto unaowaka, wakijua kwamba wataoza, watateketea, watakuwa majivu. Wakashangaa wale waliowakamata wakawadumbukiza kwenye moto. Wao ndio wanakufa, wako nje lakini wanakufa, alafu wao walioingia ndani ya moto wako kule ndani, wanamsifu Bwana, wananena kwa lugha mpya, wako riba shanda riba saka lama yanda yeke tere bara dumia haii dekeri ya mahaka ndo bilada. Hebu simama mbele za Bwana, sema e Bwana, e Bwana, wenye mamlaka ya giza, wenye mamlaka ya shetani wakithubutu wakithubutu kunitupa kwenye shimo ili niangamie, Bwana, wakaangamie wao, asija kusikia Bwana, wateketee wao, wateketee wao. Tunatembea kwenye dunia ambayo mwanadamu anaweza akafanya maamuzi yoyote kukukomoa mwanadamu anaweza kafanya maamuzi yoyote tu ili akuchoshe. Mwanadamu anaweza akafanya maamuzi yoyote ili tu akuangamize. Atakapothubutu kufanya hayo mbele yako Bwana akajue kwamba wewe ni mcha Mungu wake mpenda haki wake, Bwana asimame kwa ajili yako. Shangilia semaye, yeah. Ah, mbona mmekanye? Hebu yeah. Mchangamshe jirani yako mwambie, wewe shangilia za wamama mbona sizisikii? kwani mmefiwa? Ninasema yeye atakaye inuka kinyume na wewe ili akumalize, akaangamie yeye, kwa jina la Yesu, akaangamie yeye, kwa jina la Yesu. Nasema angamie yeye, kwa jina la Yesu, angamie yeye, kwa jina la Yesu. Yeye atakaye kuwekea pigo la ajali, ajali kamfuate yeye. Ah, we mimi ndo nimesema hivyo ajali kamalize yeye. yeye atake kuwekea tego mambo yako yaribikiwe yakaribikiwe ya kwake ya kwake kwake ya, ya, ya kwake kwa kwa kwa sema Yesu oye, gonga na jirani yako mwambie changamko. Ukiwa hapa, kuna familia zimewekewa mikosi. Hakuna kusoma, hakuna kuinuka, kuwa na cheo, hakuna kuwa na raha Yani muda wote yani muda wote yani, yani awe ana simanzi tu amechoka tu muda wote yani ana mawazo tu amechanganyikiwa tu, muda wa kulala mawazo tu, ni mawazo, akiwa anakula chakula ni mawazo. Chakula kingi ndani huyu mwanadamu, kama yuko hai, kama yuko hai na alipika mabaya, mabayaaya, Bwana akamhukumu mara mia moja kwa jina la Yesu, Bwana akamhukumu mara 100 kwa jina la Yesu adhabu waliokupatia iwarudi wao kwa jina la Yesu. Nani amesema hakuna raha kwa Yesu? Walituchanganya sana, ndio maana hata tukikaa kwa Yesu wakati fulani yule mchanganyo, kwa sababu hujaisha, tunaamini kama Yesu hawezi kutusaidia. Yesu ana uwezo kupangua kero zote za maisha yako. Yesu ana uwezo wa kupangua matatizo yote. Yesu ana uwezo wa kupindua meza ana uwezo wa kupindua chini kawa juu na juu ikawa chini. Yesu ana uwezo, yule mwenye heshima kubwa akamshusha akawa hana heshima tena. Ana uwezo wa kumtoa mnyonge ambaye hana heshima akamweka juu akawa na heshima kubwa. Sema ame tumpigie mfalme wa wafalme makofi, pigie makofi ya shangwe Bwana, pigie mfalme wa wafalme makofi ya shangwe eh. yeah, yeah, yeah. Na huyu ndiyo Yesu tunayemhubiri mahali hapa, na huyu ndiyo Yesu atakayeonekana mahali hapa, na huyu ndio Yesu atakayesikika mahali hapa. Eh, haleluya! Kaa chini mpendwa, haijalishi umekuja kujaje. Kanuni yoyote mbaya uliyokuja nayo kanisani, kwa jina la Yesu naifutike moyoni mwako, ukaondoke na kanuni mpya mahali hapa, kwa jina la Yesu hata kama ulipoamka uliamka bado kuna mtu unamuwaza, kwa jina la Yesu, mawazo yachomolewe na malaika wa Bwana humo moyoni mwako. Anasema mimi ni nuru ya ulimwengu, mimi ni nuru ya familia yangu, mimi ni nuru ya ukoo wangu, mimi ni nuru ya watu wa wa Arusha, mimi ni nuru ya watu wa Tanzania. Na wewe ni nuru hivyo hivyo, kama mimi nilivyo nuru. Sema amen, sema haleluya Sema haleluya. Yaani, mtu aliyebeba neema, i say ni mtu wa ajabu. Biblia nasema Nuhu akapata neema machoni pa Mungu. Huku tunasema Biblia inasema Abrahamu naye akapata neema machoni pa Mungu. Mungu akamwambia, nenda mbele yangu ukawe mkamilifu. Mungu akishakuridhia, moja ya kitu cha kumfanya kufurahia zaidi ni kuwa takatifu kuwa mkamilifu, kwa sababu yeye ndo katuchagua sisi, hatujamchagua yeye, katuchagua yani yeye ndo katuona, si tunafaa sisi, tulishejikataa tulishejichokea zetu, tulishe kubali kama tukifa tunaenda jehanamu, tunahitaji mbinguni, lakini kwa matendo yetu, matendo yetu hayatupeleki hayatupeleki mbinguni, ila yeye kasema Filipi nakupenda sana, sio kwa sababu ya sura yangu, sio kwa sababu ya mwonekano wangu, sio kwa sababu ya akili zangu. Mi sina akili zozote, sina sura yoyote, sina mwonekano wowote, lakini kautazama moyo, kachungulia, akasema huu moyo mi nautaka. Huu moyo utasaidia wengi, huu moyo utaponya wengi, huu moyo utasamehe wengi, huu moyo utakusanya watu wengi, huu moyo, huu moyo utafanya mapenzi yangu. Hebu mwangalie jirani yako, mwambie Yesu kaupenda moyo wako. Mwambie jirani yako bwana, mwambie Yesu kaupenda moyo wako. Yesu hajaupenda, hajaupenda uzuri wako. Una uzuri uzuri wa wowote, sina uzuri wowote wa, sina chochote kinachofaa, mi niwaovye tu, lakini katazama moyo. Sasa huu moyo huu moyo huu utafanya mapenzi yangu. Huu moyo utakuwa na kesho unaomba. Huu moyo utakuwa unafunga. Huu moyo utakuwa na, na kesho unaombea wenye dhambi. Huu moyo huu. Huu moyo atatembelea watu kila mahali hata choka. Huu moyo, huu moyo, huu moyo. Hebu sema Yesu, asante kwa kunipa moyo wako. Asante. Yesu lazima atukuzwe. Nasema tena Yesu lazima atukuzwe ana Unajua hii hii neema ina, inasababisha Mungu akujenge sawa eh? Anakujenga, anakujenga, kisha anakufanya we kuwa nyumba yake maskani yake. Efeso mbili, ule mstari wa ishirini na mbili anasema katika yeye, ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Tunajengwa tuwe maskani ya Mungu, yani mimi ni maskani maskani ni mahali pale wanakaga masela sawa, bwana? Yaani, Mungu amenifanya mimi kuwa msela wake, tunakaa wote, mi ni maskani yake. Yaani anataka awe anapiga stori na mimi. Sema haleluya! Mungu anataka awe anapiga stori na wewe, awe anaongea na wewe. Yaani wewe ni kijiwe cha Mungu. Kwa hiyo Mungu anajenga kijiwe chake maskani yake, nyumba yake, ili awe anakaa hapo, akae hapo.